Mungu kwenye mipaka. Nataka niwaambie orofu, kwa taarifa yenu, wengine nimewapita. Roho anaambia rudia kidogo. Nikasema nikasemacho, kuna jambo nimewaambia hivi, kabla hujatunga tumboni mwa mama yako Mungu alijua atakwepo Yesu. Atakwepo mzee hapa. Lakini ulikuwa tumboni jina la alijua atakwepo. Sasa kwa taarifa yako bajeti iliwekwa ya maisha yako, utakuwa wapi, utasoma nini, utapekuaje, utaolewa na nani, utaoa na nani, yani unaoyaona leo Mungu alishajua. Hao waliokuunganisha ulipoenda Mwanza, ukaenda Musoma, ukaenda Ulaya, ukaoa ukatuletea, hayo ni vibwagizo. Message ilishatoka kwa Bwana. viti un chini ttaaii Mungu amenipa maisha yako. Jina la Bwana libariki. Amen. Sasa kwa taarifa yako anafahamu huyo, ule usuri mkuta wakati mnaimba, huyo hey, alijua. Halo. Amen. Sasa kwa sababu hiyo kupitiwa tu ha huyu bwana alinipa kanisani kwangu nikahubiri. Huyu bwana nilienda kulima shamba, ndio nikapata mume au mke ha? Hapana, ratiba ilikuwepo. Ndio nakwambia, Biblia kama haijafika ya kwangu inasema kabla hujatunga mimba tumboni, Mungu alikuchagua na alikuoa. Unamchaguaje mtu sio mwekea budget? Budget iliwekwa ya maisha yako yote. Takipofika kwa wafalme utatega masikio manane nane anashughulika na wewe kwa sababu, tumechoka kuwa na malalamiko. Huna gari, huna nyumba, huna kiwanja, huna mke, huna mume, watoto wasomi, kazi ngumu. Leo nakuja kukupatia ajia. Kongamano hili unaondoka na ajia na majibu, ni malekako matoresim adama na cii Jesus. Unaondoka na majibu, akili funguke. Kama nilizunguka nchi nzima, muyeusi akaingia Ikulu nikatoboa. Leo ni zamu yako ya kutoboa, makaratasi yayo wingu kwa muda mrefu lazima itolewe leti moja, alisema na wewe, haiwezekani uombee taifa halafu ubaki ulivyo. No. Hata kama alikuambia wewe bwana utazeka vibaya, mimi nasema utazeka vizuri. Sasa katika jina la Yesu, wale waliosema mwisho wako bwana ni wa kifo kinyonge. Ah -ah. Mwambie mimi mwisho wangu usifagi kwanza, mwambie mimi kulala kwangu ni kwa mafanikio kama namba ni kabisa lisilomjua Mungu limelazimishwa eh, na mtu likajugizwa kwenye mto likatakasika likakaa sawa. Wewe mtu wao ambao unabeba Mungu mzee anahangaika na Injili alafu aufe kinyonga? Haiwezekani. Lazima na lazima ulale na utukufu wa Jehova. Haleluya, haleluya. Unajua keli aniambia muda wako umeisha, nimekwacha kwa makusudi ili warithishe watu mkuu wangu niliko nao na nema niliyo nayo, ambayo huwa ipatikaniki Kristi kwa amuhia fo the papas of the Lord, niko kwa makusudi ya Mungu ili njini mulila na miaka sabini themanini unasubiri kufa no no no no, fogeti apa hakuna kufa kipungavu hapa. Bwana unaurusha na, na mongi, katika jina la Yesu lazima ufahamu wako ukae kuna kumaliza safari, umekaa nyumba ya kupanga? Bwana, hayawezekani, nimegoma. Haleluya, haleluya. Mkutano huu ni, ni mkutano wa taraumu sana ambao hawajaja, ni mkutano wa kuandika historia. Kabla ujawekwa misingi, Mungu alijua mipaka yetu, alituwekea, alijua tutakaozaliwa hapa, tutakuwa na nuru, tutakuwa na kibali, tutakuwa na manabii wa uongo lakini wa ukweli watakwepo. Sasa ukibahatika ukampata wa kweli ukam, ukam, ukamwacha wewe akufa tu, na mamamba yakumaelize, huyu ni juu yako. Kamanda anasema shauri yako, na ni mamba yako kwenye maji, wezi kumutia kwenye maji. Lakini kama umepata nuru ishikilie, ili uende ngambo. Haleluya, nikwambie kitu, unajua nilivyendwa kwazii Yaani neno ninapoongea uzima unaingia ndani ya watu. Kwa kuwa kuna watu sio weke mkono. Yaani, kwanini wengine wanakuitazama na hivi kuna kitu kina generate ndani yako, kuna kitu kinafanyika. Lazima upokee ufanyake katika jina la Yesu. Uone mambo mapya. Haiwezekani ukaangaika na nchi kama unaoangaika nayo. Alafu Mungu akwacha yamanono naaikuna hiyo. Hakuna. Haleluya. Amen. Kwaanza kujua tu kwamba kuna mahali tumeangamia kwa kukosa maarifa.